Katika shule ya upili ya Mwangaza alikuwapo, na mwalimu kijana aliyejulikana kama Bwana Haruni. Alikuwa na sauti tulivu kama upepo wa jioni, macho yake yalijaa ushawishi mkubwa tena wa hajabu. Alifundisha Kiswahili kwa umahiri, tena akifundisha huku akichora maneno hewani kama mchoraji wa ndoto kwa ustadi mkubwa. Miongoni mwa wanafunzi wake alikuwemo na Hamina, binti wa kidato cha nne mwerevu sana kama sungura pori, alikipenda Kiswahili zaidi ya kila kitu, lakini hata zaidi ya hayo, alianza kuvutiwa na mwenye kusomesha somo hilo. Hasa macho yake yalipozama kwenye maneno ya Bwana Haruni, moyo wake ulijikuta ukiandika riwaya ya kihisia, riwaya isiyo na uhalisia na hata uhalali. Bwana Haruni naye alishindwa kupuuza barua zilizotumwa kwake Yani, barua zilizokuwa na vishazi vya kimapenzi huku vikimdokezea hisia isiyoepukika. Lakini kila alipohisi moyo wake ukitaka kuteleza, alikumbuka kiapo cha waalimu kwamba elimu kabla ya hisia, maadili kabla ya matamanio. Kila barua iliyotumwa kwake, bwana Haruni alichukua utulivu na umakinifu mkubwa wa kuisoma, akaielewa na yeye mwenyewe hakuwa mwenye kiburi wala mchoyo. Akachukua wakati wake kujibu ile barua, tena kwa siri kubwa, huku akidokeza vizuri kwamba mpenzi wa lugha si mpenzi wa mwili, akisema kwamba umejifunza vyema, lakini sio wakati wa hili, tafuta elimu itakufaa daima mpenzi, yaani mapenzi ya sasa ni kivuli cha ndoto katika maisha ya vijana wa leo. Hayo ndiyo yaliyokuwa maneno ya Bwana Haruni kwenda kwa Hamina. Kwa hakika Hamina halilia, lakini machozi yake yalikuwa ni, ni mbegu ya ukomavu. Alihitimu na kwenda chuo kikuu, hatimaye akaajiriwa kama mwalimu wa Kiswahili, na miaka ilivyopita aliwahi kupatana na bwana Haruni, safari hii kama mwenzake kazini. Aa, na mimi ninapokamilisha vina vyangu kwa ustadi mkubwa, nikifuata launi za Kiswahili sanifu na Kiswahili fasaha, Nakupa maana ya hadithi hiyo kwamba mapenzi ni maua, lakini wakati wake ni msimu. Yaani, mwalimu ni taa ya maarifa, sio mshumaa wa matamanio, na upendo wa kweli hukomaa kwa subira, si kwa mwiko wa wakati. Ai, kweli kabisa hii.